Muvi inaanza kwa kumwonyesha huyu brother akimkaribisha nyumbani mpenzi wake, yaani mpenzi wake atakuwa akiishi hapa nyumbani kuanzia leo. Hapa anaonekana mdogo wake huyu kaka, ambaye anaitwa Eve. Eve hapendezwi kabisa na kitendo hiki, na sura yake inaonekana wazi kutopendezwa na hilo, kwa kuwa yeye anavyodai kwamba hakupewa taarifa juu ya ujio huo. Baada ya muda, kaka yake Eve anamfata Eve na kumtaka aende jikoni kupika kwa ajili ya mgeni aliyekuja. Eve anakuwa mkali na anakataa kwenda kupika, huku akisema huyo mgeni ni mwanamke na yeye na mikono pia haingia mwenyewe jikoni, mimi sifanye hiyo kazi. Ebana sio mchezo, balaa ndio kwanza limeanza. Kabla hatujasonga mbele, nikukumbushe kusubscribe channel hii. Mimi ni Lungu TZ na hii ni Wajanja Studios. Uhasama na kisirani vinaanza baada ya mpenzi wa kaka yake na Eve, yani wifi wa Eve kuwasili hapa nyumbani. Eve hamfurahii kabisa huyu wifi yake ambaye anaitwa June. June anamuuliza Eve kama amemwona kaka yake, lakini Eve anasema sio kazi yangu kujua alipo, kwa sababu simbebi mgongoni. Baada ya kusema hayo, anamtimua June pale sebuleni. June anapoondoka, Eve anamsonya na kung'ong'a baada ya muda Juni anaonekana chumbani na mpenzi wake na analalamika sana kuhusu anavyojibiwa vibaya na Eve, lakini mwanaume wake anamtuliza na kumwaahidi atazungumza na mdogo wake ili kuyaweka sawa. Leo Eve anampokea rafiki yake Priska aliyemtembelea hapa nyumbani. Baada ya salamu na maneno mawili matatu, rafiki yake anamshauri ujinga kwamba eti amfanyie vituko na vitimbwi vingi huyo mwanamke ili yeye mwenyewe tu ajisikie kukosa amani na kuondoka na leo Juni akiwa hapa sebuleni anatazama TV, hivyo anakuja na kubadilisha channel akidai kuwa kuna kipindi chake pendwa kabisa kinataka kuanza. Juni analalamika, mbona unabadilisha tu channel bila hata utaratibu, unajua nilikuwa naangalia nini? Hivyo anamjibu kwani wewe, kwenye hii nyumba ni nani? Hii nyumba ni ya wazazi wako? Juni hataki ugomvi, anaamua kuondoka na kumwacha Eve mwenyewe pale seblen. Eve anaona fahari na anajikuta mwamba kwa kitendo alichomfanyia, anaamini kwamba huo ndio mwanzo wa matendo ya kumfukuza Juni pale nyumbani. Hivyo wa kuishia hapo, bado aliendelea kumnyanyasa wifi yake mpaka kwenye mambo ya chakula, anamsimanga na kumzungumzia maneno mabaya sana. Unachojua ni kula tu, yaani kaka yangu namlaumu sana. Mwanamke unakula kama nini? Au na mpango wa kufilisi nyumba hii? Maneno mengi kejeli na dharau. Baada ya kitendo hicho, taarifa zilifika kwa kaka mtu, yaani kaka yake na Eve. Kaka yake Eve alimjia juu sana dogo, akamwambia amheshimu sana wifi yake, asiwe chanzo cha ugomvi mara kwa mara, asipozingatia hilo atamwonyesha kazi. Baada ya pale Eve akamfuata wifi yake June tena, kwa hiyo ndo ukaona sasa umwambie kaka si ndio? June, na upole wake, anasema najaribu tu kukuvumilia, ila sishindwi kukukabili. Eve anasema, "Aha, kwa hiyo unataka kunipiga, haya nipige sasa lione, badala ya kukaa kwenu unakuja kukaa kwetu hapa kiasarahasara tu tena uondoke kwenye hii nyumba mpuuzi mmoja. Yani hawa wawili sijui watakuja kuelewana lini. Sasa baada ya kuona hasikilizwi na hazingatiwi hivyo, anaamua na yeye kumleta mpenzi wake hapa nyumbani. Anampokea hapa na kumwambia ajisikie huru na ajisikie kuwa nyumbani. Kaka yake anapoona hilo, anakasirishwa sana na kitendo hicho na anamtaka Owen, yani mchumba wa mdogo wake, aondoke haraka sana, akirudi kazini asimkute, lakini hivyo anamkingia kifua na kusema haondoki mtu hapa rafiki yake Priska, rafiki yake Priska anamshangaa Eve, kwa nini sasa amlete mpenzi wake nyumbani, tena mtu asiye na kazi, kwa hiyo atakaa hapo nyumbani akila chakula cha shemeji yake. Eve anakasirika sana kuambiwa hivyo na Priska. Anaona isiwe tabu, anaamua tu kumuunga mkono rafiki yake na kupongeza maamuzi yake ya kumleta mpenzi wake pale nyumbani. Yani hapa tunaona Eve hataki ushauri utakaokwenda tofauti na wishes zake. Leo hii kaka yake Eve anaonekana hapa akiongea na mdogo wake, anamwambia kwamba mdogo wangu, unaanzaje kuleta mwanaume ndani na na unamlisha chakula cha bule tu hapa nyumbani. Yani, pesa ninayotoa mimi ya matumizi anakula na mwanaume wako. Mdogo wangu unachanganyikiwa wewe, sio bule lakini. Dogo ni sikio la kufa, hashauriki. Kiufupi hawakukubaliana kabisa kaka yake, hivyo anazidi kujaa hasira zaidi anapomkuta Owen amelala amejitambaliza kwenye makochi amejiachia na kujitanua, kazi yake kuangalia TV tu na kucheza gemu, akichoka analala. Brother anakuja juu sana na kuzidi kumtaka Owen aondoke. Mwanaume gani anakuwa kibenteni analelewa na mwanamke hasira zinapomzidia Juni anamtuliza mpenzi wake wakiwa chumbani, akisema kwamba aachane nao hao, watamsababishia shambulio la moyo bure afye kabla ya siku zake. Basi wawili hawa wanatulizana chumbani. Sasa kutokana na vibweka vinavyoendelea humu ndani kati ya Eve na June, leo Juni anasema ni heri aondoke zake, lakini mwamba anamtuliza na kisha wanapiga show ya kikubwa kutuliza nafsi zao. Owen yeye akiwa amekaa hapa kwenye makochi, anakuja June na kukaa pia hapo kwenye kochi. June akiwa anakuja na kukaa eneo hilo, Owen uzalendo anamshinda kama mwanaume. si haba June ameumbika rangi ya mvuto, umbile ndo usiseme, si akaanza kumtamani, akawa anamsifia tu jinsi mtoto alivyoumbika, mara anapenda hayo mapaja yako jinsi yalivyo. Mara hivyo akawakuta kwenye pozi hilo akastaajabu sana, na alipojaribu kuhoji Owen akaja juu kwamba nilikuwa tu namwambia akavae nguo vizuri, au uone kwamba alikuwa ananitega. Sasa mimi kumwambia kwamba akavae vizuri nguo zake, kosa langu liko wapi? Mimi sina kosa lolote. Hivi baada ya muda anaonekana akimfokea sana June, akidai kwamba kwa nini alikaa nusu mtupu pale mbele ya Owen anaacha mapaja yake wazi, ni upi mpango wake? Au ana mpango wa kutembea na wanaume wote wa humo ndani? Basi hivyo akazungumza na kuyamwaga matusi na kebehi za kila aina. Leo hii Owen anajaribu tena kumtongoza June na June anamkataa sana, anajaribu sana kumkwepa na kumkataa kwa sababu ameshaona akili ya huyu jamaa ishakuwa mbovu. Sasa bahati mbaya Eve naye akaingia na, na kuwakuta kwenye pozi hilo, akapigwa na butwaa, lakini Owen akageuza maneno, ni fundi sana wa kugeuza, akawa anazuga kwamba yeye ndiye aliyekuwa anatongozwa pale, huku akijifanya kumjia juu Juni Juni, nasema sitaki mazoea, mimi ni mwanaume ninayejitambua sana uwezi kunirubuni mimi najielewa, halafu nampenda sana mpenzi wangu wa Unaona mambo yake huyu jamaa. Ah, huyu jamaa hatari sana. Eve baada ya kuona hilo akajaa upepo na kumzaba kibao June June. Akawa limemwingia kwelikweli lile kofi kwa, li li kwa sababu kwanza amepigwa bila kosa na pili, yeye siyo mshari na siyo mtu wa ugomvi. Kwa kuepusha yote, akaamua kuondoka kwenye nyumba hii mazima. Akapanda juu na kwenda kuchukua begi lake ili aondoke. Wakati huo, Eve na mpenzi wake Owen wakionekana kutojali lolote. Majira ya jioni kaka yake Ivo akiwa anatoka kazini alishapata taarifa zote kuhusu kilichotokea pale nyumbani. Anajua kabisa Juni hayupo nyumbani, ameondoka baada ya kupigwa na mdogo wake. Aliingia hapa akiwa amevimba kwa hasira akafoka sana. Hakuishia hapo, akamchapa kibao mdogo wake kumtia adabu juu ya kile ambacho amekifanya kwa wifi yake. Owen mwenyewe akabaki anashangaa tu na, na kujiuliza huyu bro anampigaje mdogo wake, yaani kisa mapenzi tu ndio anampiga mdogo wake namna hii. Leo Ivo amekaa na kaka yake kwa amani hapa yake inaonekana kukunjuka kabisa. Kaka yake anaonekana ni mtu mwenye haraka kidogo, ameshajitayarisha na yupo tayari kuelekea kazini, lakini Eve anamwomba kaka yake pesa ya matumizi na kula hapa nyumbani. Brother anakaza kabisa, anakataa kutoa hela na anamwambia Eve, wewe si girlfriend wa mtu na mtu wako tunaye hapa hapa ndani, mwombe boyfriend wako Owen akupe. Eve anasema unajua kabisa hana hela, unataka kunimaliza yaani, mdogo wako kabisa unataka kuniua na njaa. Owen inajua hana hela na ni kweli Owen ana hata senti mbovu, hivyo akakaa na Owen chumbani na kujadiliana kuhusu kilichotokea kati yake na kaka yake, ya kwamba kaka yake hajaiacha pesa ya kula. Owen anakuja juu anasema mwanaume mzima anakaaje kutwa nzima bila kula? Si nitafia humu ndani, mna mpango wa kunimaliza nyie. Huyu jamani kiazi kabisa, yaani anaona raha kukaa hapo tu bila kazi, huku akiendelea kula ugali ya shemeji yake, kijana wa hovyo kuwahi kutokea. Katika upande mwingine hapa leo anaonekana mwanamke mmoja boss lady wa mjini anayeitwa Flora. Anaonekana ni mtu mwenye pesa zake na hata gari yake inaonekana kuwa ni ya gharama. Gari yake imemwaribikia hapa leo. Owen katika pitapita pita zake anamwona mwanamke huyo na kuamua kumsaidia. Tatizo wala alikuwa kubwa. Owen baada ya kubahatisha bahatisha pale akafanikiwa kulirekebisha. Baada ya gari hilo kuwa sawa, boss lady Flora anataka kumlipa Owen. Owen anajifanya kama anataka kukataa pesa hivi, mwisho anapokea pesa hiyo na madam anampa business kadi yake. In case of anything ampigie tu simu. Sasa leo leobosrei Frola anampigia simu Owen na kumwambia, leo sijaenda kazini kijana, kama utojali njoo home, nimeboweka niko mwenyewe hapa, na kutumia location Owen anakubali kirahisi tu, yani chap kwa haraka. Baada ya muda mchache, Owen anaonekana ameshafika pale kwa madam. Alipoingia wakasalimiana. Baada ya salamu, madam wa kujivunga akaonyesha kuvutiwa na Owen, naye Owen akawa mwepesi kama harage la mbea, akakubali na baada ya muda wanaonekana wakijivinjari maeneo mbalimbali. Na hapa leo wanaonekana wako pembezoni mwa jiji, eneo ambalo kuna mto mkubwa. Wako pembezoni hapa, unaweza kusema wapo kwenye bichi bubu. Wakiwa hapa bichi bubu, Eve na Priska wanakuja eneo hili na wanawafumania, lakini Owen anazuga kama vile hawafahamiani kabisa na huyu Eve. Eve anapagawa mpaka anataka kujitosa kwenye maji. Rafiki yake Priska anamuokoa. Owen baada ya muda anaonekana amerudi hapa nyumbani kwa kina Eve. Eve kuona kwa alichomfanyia. Owen alivyo fundi wa kugeuza mambo, anamgeuzia kibao Eve kwamba eti yule ni shangazi yake tu, huku akimlaumu Eve kwamba anaanzaje kumuonea wivu wakati yupo na shangazi. Bas Eve akaanza tena kuomba msamaha kwa Owen, lakini Owen akasema naondoka zangu. Safari hii nimeshachoka, mmeshanifanyia mengi sana kwenye hii nyumba. Yeye nimeshawaona mnaninyanyasa kisa naishi kwenu. Owen alipotoka kule kwa kina Eve moja kwa moja akahamia kwa yule mshangazi wake Madam Flora. Na mshangazi baada ya kumuona akampokea kwa furaha. Kwa hiyo akawa kingasti mpya kwa huyu mshangazi. Hata hivyo Eve hakukata tamaa, alijaribu kwenda kumuomba msamaha Owen, lakini Owen akamtimua pia. Basi Eve baada ya pale akazungumza na rafiki yake Priska kuhusu tukio lililotokea. Rafiki yake Priska akamwambia achana na hao wanaume, ni wazi kabisa Owen anaonekana hakuwa chaguo lako sahihi kabisa. Kwanza mwanaume mwenyewe hana kazi, lakini pili, anakufanyia matukio ya kukuumiza. Sioni sababu ya kuendelea naye. Moyo wa Eve unapoa na anakubaliana na rafiki yake. Jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba kaka yake Eve alikuja kusameheana na mpenzi wake June na wakawa sasa wako pamoja wanaenjoy good moment. Yani ni mahaba extraordinary, wanazungumza mapenzi na wanaamani mioyoni mwao. Eve naye akawa ni mtu mwenye aibu nyingi na kujisikia kuwa na hatia, akiwa analia machozi kama yote, akaamua kujirudi na kumwomba msamaha wifi yake. Wifi yake June akaona hakuna haja ya kuendelea kukunja, kama alivyo mpole na mzuri, hata nafsi yake haibebi kinyongo, wakasameheana na amani ikarejea upya huku kwa Owen na mshangazi wake. Owen akiwa amelala kitandani kama sikosei, ni saa tano za asubuhi, mwamba bado anavuta shuka. Madam Flora akamjia mbio mbio na kumwamsha akimtaka aondoke haraka sana kwa sababu mumewe yupo njiani anakuja. Owen alipojaribu kuhoji, mbona ulisema una mume, huyu mshangazi anasema ana mume na watoto wanne na wapo njiani wanarudi nyumbani, afanye kuondoka asikutwe hapo. Da, mwamba akawa ametimuliwa bwana mtaani akitangatanga na njia si ndio, akamkumbuka Eve, akaamua sasa kwenda kwa Eve, huku akijua kwamba Eve ana moyo mwepesi na lazima atamsamehe tu, lakini anapofika hapa, Eve anamtolea nje, hataki hata kumwona na hataki kumsamehe kabisa. Tamaa za afisi zimemponza mwamba, kakosa vyote yani hapa nyumbani. Leo brother yake Eve leo anaamua kumvisha pete ya uchumba June. June anafurahi sana, matumaini yanayokuja kichwani mwake ni kwamba anaenda kuwa mke halali wa mtu. Hivi punde, Eve anaonekana akipiga picha kwa furaha, familia inaonekana kuwa na tabasamu tena, na huo ndio unakuwa mwisho wa movie hii, nami na sina la ziada. Movie inaitwa Romantic Houseboy, ukitaka kutazama movie nzima link nimekuwekea kwenye description. Una maoni gani kuhusu hii movie? Umejifunza nini pia? Tukutane kwenye comment section, niambie nani amekukosha zaidi kwenye movie hii. Mwisho ni kushukuru sana kwa kutazama. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa. Mimi sio mwingine, ni yule yule Lungu TZ, na hii ni Wajanja Studios. Hadi wakati mwingine, chao.